Hapa kuna kaugumu kidogo kamejitokeza. Kuna ugumu kidogo umejitokeza hapa, tukiwa lokesheni. Kuna ugumu umejitokeza, eh, inaonekana kwamba masuala ya lokesheni, masanajua changamoto za kazi kuna ugumu umejitokeza, lakini tuko tunaendelea kufanya kazi ya mdogo wetu hapa Alfa. Tunaendelea kupambana na kuangalia jinsi gani tunaweza tukakamilisha swala hili la location. Tupo location, tupo location. Ropai Online TV, Ropai Production na Weledi Music tumeungana, tunafanya kazi kubwa na ni nzuri sana. Nikwambie tu ukifika Moshi e, au kaskazini basi wewe e, usiache kufika Ropai, lakini vilevile Yeah, ili kupata taarifa zetu na habari kama hizi basi usisahau kusubscribe, kulike, share na comment Ropai Online TV, au sio? Hii ni ya kwako mwanangu. Mimi jina langu ni Robert Kasiza. Tuendelee, endelea kukuletea behind the scene. Kana mimi ili uendelee kupata behind the scene. Kaka mambo vipi? lakini Safi. Alpha. Alpha. Rufani. Yes, Rufani. I say Rufani. Yeah. Leo tupo kwenye swala so zima la kufanya video yako, yeah, ambayo tunaenda kuiandaa leo. Unaonaje, changamoto ni zipi ambazo zinakutokea kwenye kufanya kazi za video au music kwa ujumla? ah, brother, nadhani changamoto kubwa ni organization nzima ya jambo so, sababu unajua process inahitaji maandalizi mazuri. Tumeyafanya, lakini tunakutana na baadhi ya changamoto ambazo sometimes sisi wenyewe zinatushinda kuzi kuziweka vizuri. Kwa mfano, swala la kuzingatia muda kidogo tumeshindwa mm. kuwa on time melewa. mm. Lakini pia na mazingira locality yenyewe, kuna baadhi ya sheria ndogo ndogo ambazo zina limit tusiweze mm. kufanya video kwa siku leo, kwa sababu kuna wageni hapo mm. kiangalia hoteli yenyewe, si unajua tena ya kitarehe, na najua kwamba hii ni hoteli kubwa sana. Unazaje ku avoid hizi gharama za kuweza kufanya kulipia location za hoteli kubwa kama hizi? Ah, mimi ninadhani siku zote kila kitu tu ni mipango na na maandalizi mm. tumefanya maandalizi mi pamoja na management mm. tumeona hapa panafaa kufanya, sio hela nyingi sana lakini pia kuzungumza na watu rinjapo na apa, ni jambo la msingi. Mimi nasikia location hapa ni paka laki mbili, laki mbili na nusu Ukipiga hesabu gharama ya video, unaangalia umetenga kama bajeti ya shilingi ngapi? Ah, of course ni gharama ndefu ambayo yeah. tume as management mm. Lakini hilo ni swala sasa la timu, siwezi kusema tumeweka ah. Shingapi nitakuwa mm. siri ama ya ya jikoni, lakini kwenye milioni moja na kidogo <laughs> ah, hizo ni hela ndogo tu ambazo <laughs> ah, sasa unawaambia <laughs> nini sasa wale wa washabiki wako ambao wanakutazama pale kwamba yeah. Je, hmm. watarajie wa nini kutoka hapa? Of course, shabiki zetu tunaomba sana siku zote usikivu tunaomba sana ufuatiliaji mkubwa hususan kwenye, kwenye mbo yetu ipendwa. Tunaomba sapoti kubwa, tunaomba masikio yenu mm. uh, as, as kama unavyoona tunakuja kushuti video nzuri, tunataka tuandalie vitu vizuri ambavyo nyie wenyewe mtaenjoy.